Uh, mwenyekiti, kuna malalamiko makubwa, baadhi ya wakazi wa mtaa wa Madafu wakidaiwa kwamba swala zima changamoto la maji limekuwa ni kero kubwa kwao, na pia wameongeza kwamba kuna swala zima la, la kupewa gesi ambazo uliwaahidi na uliandika majina, hili likoje? Tuanze na maji kwanza. Mimi nimepokea changamoto zote mbili. Changamoto ya kwanza ya maji, mtaa wa Madafu kweli una changamoto ya maji, kwa sababu kuna upande maji ya DAWASA yameshafika, tunaozungumzia kipande hiki cha mzambarauni na upande wa pili kule tuliahidiwa tusubirie miundombinu ya barabara iishe. Ikishaisha miundombinu ya wa barabara, wataalamu wao watavusha maji kutoka upande wa kwanza kwenda upande wa pili. Kwa hiyo malalamiko makubwa sana wanalalamika wale wa upande wa pili ambao hawajapata maji, lakini pia upande wa Mzambaroni kule bondeni, kweli mabomba ya maji yamefika, lakini kulikopo na sintofahamu kati ya wakurugenzi wawili. Kwa hiyo ile swala wameliweka sawa, na wameshaambiwa waje kuchukua fomu na wanachukua fomu kwa ajili ya watu kuvutiwa maji, na watu washaendelea kuvutiwa maji asilimia hamsini. Tuwe wa kweli, changamoto ya maji ni ya muda mrefu lakini nashukuru serikali inaendelea kulitatua hili jambo kadri ya siku zinavyoendelea. Tukiacha na kipindi cha nyuma iko hata mabomba alikopa hajafika, sasa hivi mabomba hayo makubwa yameshafika na ule mradi wa maji wa Bangulo ushakamilika. Kwa hiyo kama umekamilika, ndani ya miezi michache watu wote watapata maji, na viongozi wa DAWASA na juhudi zao kweli zinafanywa kwa hali ya juu sana, nathibitisha hivyo na, na tumekaa vikao vya kutosha na mkurugenzi wa DAWASA kwa sasa ni mtu mwema kabisa kwetu. mimi ni waahidi tu wa wananchi wa Mombe Madafu awe na subira, kwa maana hiyo. wanatumia visima vya aina gani? Uh, mwenyekiti, kuna visima vya kuchimba vile vya vya vya visima virefu vya kupasua miamba vipo, lakini pia maji ya dawasa ya ya pia yapo katika mtaa huu, sio kwamba hayapo, yapo pia. slazima la gesi ambapo tumeambiwa kwamba uliwaahidi kwamba utawapa gesi ya wamasamia labda hili zoezi likoje? Asante sana, asante sana. Napenda changamoto kama hizo. Kwanza, sio mwenyekiti wa serikali ya mtaa, mwenyekiti wa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa hajaahidi wakazi wa mtaa wa Mwembe Madafu atatoa wa gesi. Hapana. Ni agizo ambalo limetoka kutoka ngazi ya kata imeshikwa kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa kwamba wamama wajasiriamali na wababa wajasiriamali wale ambao ni mamalishe babalishe, watu wanaofanya shughuli za kuchoma choma au wale watu wenye mabanda ya chipsi waandikwe wa majina yao, wapate orodha yao kamili. Baada ya orodha kamili, watapewa semina juu ya utumiaji wa hayo majiko. Baada hapo, watapatiwa majiko na watapata semina, na hayo majiko watapewa. Lakini katika kipindi hichi, nadhani mmeona mambo ya shughuli za kiserikali yamekuwa mambo mengi. Tumetoka katika beviara, watu walikuwa wanajiandikisha, tumetoka katika kujiandikisha katika shughuli za mwenge. Ile jambo letu la gesi litachukua nafasi yake. Hii ni uto wako sasa kwa wakazi wako wa Mwembe Madafu, ambapo umekuwa ni mwenyekiti mpya na una hali mpya, una vitu vingi ambavyo unataka kuvitendea. Hebu waeleze wa wakazi wako. Wangu, kupitia wakazi wangu, mimi nawaambia wote wawe na subira, mambo mazuri yanakuja na wameshaanza kuona mambo mazuri hapo, na serikali inatujali na inatukumbuka kama hivi. kwa hiyo atakuja mengi na mengi, wavumili, wameahidiwa serikali itatimiza ahadi. Jina langu kamili naitwa Upunda Saidi Mtengera, mwenyekiti wa mtaa Mwembe Madafu bado hawajapata maji sehemu nyingi, sehemu ya kwao hii, unazungumzaje Mheshimiwa Diwani? Niendelee kuwakumbusha wananchi wetu, kwanza wewe watulivu, serikali ipo katika mchakato wa kisha tunaleta maji kwenye kata ya Ukonga. Ukikumbuka nyuma, sisi tulikuwa tukihadisiwa ama tukiambiwa miaka ya mwisho kabisa kupata maji safi na salama ya bomba mwanzoni kabisa ya miaka ya tisini Hakuna mambo ya kutu, safi na salama. Wenyewe anakwambia zamani maji mashine ya maji, ndio maana mpaka leo kuna sehemu inaitwa mashine ya maji, lakini sehemu nyingine ilikuwa iko ku... maeneo ya maeneo ya gerezani pale Ukonga, ila tuna akili usambazaji bado spidi haijakuwa kubwa sana, lakini tukizungumzia maji kila sehemu yamegusa, lakini usambazaji umekuwa mdogo kwa sababu gani? Kwanza DAWASA wanasema kwamba miundombinu yao kutandaza ile mabomba makubwa na mabomba madogo madogo, lakini wametuahidi mpaka kufikia mwisho wa mwaka huu kataiti ya Ukonga itakuwa kwa asilimia kubwa ina maji ya kutosha. Lakini vilevile, katika ukiondoa na changamoto hiyo ya miundombinu ya vifaa, kuna changamoto ya maji yenyewe ambayo kipindi kile kama nakumbuka, Daktari Samia Suluhu Hassan ametujengea tenki kubwa sana la maji Bangulo na leo hii mwenge umekwenda kwa jiwe la msingi. Likianza kufanya kazi ile tenki la maji kote Ukonga utapata maji na sehemu nyingine utapata maji ya kutosha. Na mkumbuke kama kote Ukonga ndiyo kata pekee ambayo inagawanya inagawanya DAWASA kimkoa. Hapa Ukonga hapa tulipo ni mtaa Mwembe Madafu. Ukivuka reli ni mtaa Mwembe Madafu. Lakini ukivuka reli kuna mtaa Saba Saba kuna mtaa mambe Madafu kipande na kuna mtaa Mongo la Ndege na kipande cha Mombasa na kipande cha Mazizini na Malkaz inahudumiwa na DAWASA ya Pugu, lakini kipande cha Mazizini tena kipande cha Mombasa ofisi ya kata kwenda kule kwenda magereza kwa DAWASA kimikoa ndio imegawanyika hapa Ukonga. Kwa hiyo tunaamini kwa ushirikiano DAWASA Kinyerezi Dawasa Temeke, dawasa Pugu wakishirikiana kwa pamoja, tunaamini Kaitokonga itapata maji. Kwa hiyo wananchi wavumilivu, ni kweli changamoto hiyo ipo, lakini tunaamini kwa maelezo ya Dawasa, mtakapofika mwisho wa mwaka huu, sehemu kubwa Ukonga tayari itakuwa ina maji safi na salama. Majina yangu mimi naitwa Ramadhani Bendera, ndio diwani wa kata ya Ukonga.